Asalamullahi as alalihwa, tuko katika mwendelezo wa masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu na mpaka sasa tuko katika mwendelezo mzuri wa masomo yetu, au mwendelezo mzuri wa video za masomo yetu zipatikanazo YouTube channel eh, chumber_68. Hivyo basi, kwa wenyeji tunaendelea tulipoishia, lakini kwa wageni karibuni sana, na mtaweza kufuatilia playlist yetu ambayo imeweza kusanya masomo yote mwanzo, somo la kwanza mpaka somo tuliloishia. Hivyo basi kwa mgeni itakuwa ni rahisi sana kwake kuweza kufuatilia masomo ambayo yalishatangulia. Kuingia katika chaneli yetu ya YouTube na kufungua playlist hii, ataweza kujifunza vitu vingi sana sana katika playlist hii kwa pamoja na kwa urahisi zaidi. Kwa wenyeji wanakumbuka, ya kwamba katika video iliyopita tumeweza kuelezea au tumeweza kufafanua ni kwa jinsi gani utaweza kuunda au kutengeneza sentensi katika lugha ya Kiarabu: bina'ul jumlati, takwinu aljumlati. Bina'ul jumlati, kujenga sentensi jumlati ni kuiunda sentensi. Ukiangalia maana hizi zimefanana, na ndio maana tukaweza kuziweka zote katika kichwa cha habari cha somo letu eh, la leo. Nilichotanguliza kusema katika video za masomo yaliyopita ya kwamba neno au kalima limegawanyika katika eh, kigawanyo vya aina tatu. Kigawanyo cha aina ya tatu ni harfu. Vipengele viwili vya neno au alkalima tumeweza kuvitolea maelezo na kuvielezea kwa urahisi zaidi, lakini pia tutazidi kuvitolea maelezo na kwa mifano tofauti tofauti, iwe ni rahisi namna ya kuunda sentensi na iwe ni rahisi namna ya kuzungumza. Somo letu la leo tutaweza kuunda sentensi za vitendo jumla tu filiya aljumlatu alfiiliyatu Hurufu lati taktasu bil af'al, herufi ambazo zinahusika au zinahusiana au zinahusishwa au zinaingia katika kitendo eh, peke yake. Hurufu lati taktasu bil af'al, herufi ambazo au viunganishi ambavyo vinaingia au vinahusu kutumika katika kitendo eh, peke yake Viunganishi vya nasbi, viunganishi hivi vinahusika au vinahusiana na kitendo cha fiilu almudhari peke yake. Nikizungumza fiilu almudhari, hiki kinaeleweka ni kitendo cha aina gani? Kwa sababu huwezi kukitambua kitendo cha fiilu mudhari isipokuwa ni kwa alama za aina mbili, na alama hizi nilishazitolea maelezo na nilishazisema katika eh, video zilizopita ya kwamba zipo herufi za mudhariu ambazo zinakaa mwanzo wa kitendo, alafu herufi ya mwisho ina alama ya dhamma. Hivyo basi kitendo cha mudhariu alama yake kuu ni dhamma. Herufi ya mwisho tofauti na dhamma, basi kutakuwa kuna shida au tofauti na dhamma, itakuwa kuna sababu iliyopelekea mpaka dhamma isiwepo katika herufi ya mwisho katika kitendo cha fiilu almudharii. Hurufu nasbi, viunganishi hivi vya nasbi kazi yake kuu katika e, sentensi, vinapoingia au vinapotangulia kitendo, basi vinabadilisha alama ya mwisho ambayo ni alama ya mudhariu ambayo ni dhamma, badala yake inakuwa ni fatha. Hivyo basi viunganishi vya nasbi kazi yake kuu katika e, sentensi ya kitendo au kitakapoingia katika kitendo, inabadilisha alama ya damma ambayo kwa lugha ya kikanuni ya Kiarabu inaitwa alamatu rafi'i. Alamatu rafi'i ni alama ya aina ya damma. Damma katika kanuni ya lugha ya Kiarabu ni alama ya rafi'i. Hivyo basi, damma ni alama ya rafi'i katika e, kanuni ya lugha ya Kiarabu. An, lan, idhan, kay, an, lan, idhan, kay. Hivi ndio viunganishi vya nasbi, ina maana ya kwamba viunganishi hivi au vijiherufi hivi vitakapoingia katika kitendo cha mudharii au fi'lu al-mudharii, basi alama ya mudharii ambayo ni ya dhamma au ni ya rafi katika herufi ya mwisho ya kitendo tunaiondoa na badala yake tunaweka herufi ya fatha ambayo herufi ya fatha hii inaitwa nasbi. Alamatu nasbi hii ina maana ni fatha katika kanuni ya lugha ya Kiarabu. Hivyo basi, utakaposikia mtu anatamka hili neno alamatu rafi, alamatu nasbi, basi fahamu ya kwamba nasbi ni alama ya fatha au ni haraka ile ya fatha na alamatu rafi ni alama ya dhamma. Alamatu rafi hii ni alama ya dhamma, lakini pia ni kiashiria au ni alama ya fi'lu almudari katika eh, kanuni ya lugha ya Kiarabu. Nasbi ni alama ya fatha kama nilivyotanguliza kusema ya kwamba sumuletu la leo ni binau aljumla au takwinu aljumlati yaani kuunda au kutengeneza au kujenga sentensi. Hivyo basi, namna tunavyovitaja viunganishi, basi vile vile tunazidi kujifunza namna ya kuunda sentensi kwa urahisi zaidi. Mfano wetu wa kiunganishi cha kwanza cha nasli uridu an ataallama. Uridu an ataallama, nukta kuu ni an An. An. Uridu. Uridu hii kwa harakaharaka ukiangalia ni fi'lu almudharii. Fi'lu almudharii al ni kitendo cha wakati wa sasa hivi. Alama zake ni mbili ambazo ni alif na dal yenye dhamma. Alamatu raf'i ni dhamma, na dhamma hii ndiyo kiashiria kikuu cha fi'lu al-mudari'i alifu hii ni herufi ya mudhari ambayo inakaa mwanzo wa kitendo dhamma hii ni alamatu rafii ambayo ni alama ya fiilu almudhari ambayo inakaa juu ya herufi ya mwisho katika kitendo cha mudhari herufi yetu ya mwisho katika kitendo cha mudhari ni dal ana mimi uridu mimi nataka sasa hivi. Ana mimi nataka, uridu. Tukijaribu kukianzia mwanzo kabisa, kabla ya kukileta katika hali hii au kabla ya kukiswarifisha katika eh, wakati wa sasa hivi katika dhamiri ya ana, tunasema arada, arada, arada, yuridu. Ametaka, yuridu anataka, arada ametaka, yuridu anataka. Yee ni herufi ya mudari'i. Yuridu. Kwa haraka haraka, herufi za mudari'u ni herufi za aina nne: alifu, yaun, nun na tau, alifu, yaun, nun na tau. Hizi herufi zote zinakaa mwanzo wa kitendo na herufi ya mwisho ya kitendo inakuwa na harakati ya rafi. Ana mimi uridu, nataka an ku ataalama, kusoma. Ana uridu an ataalama, mimi nataka kusoma an ataallama an ataallama, inatafsirika ya kwamba ni kusoma. Ana uridu mimi nataka, an ataallama, nataka kusoma au kujifunza. Uridu nataka, an ataallama kujifunza mimi nataka kujifunza. Uridu an ataallama, nataka kujifunza, nataka kujifunza. Hiki ni kitendo cha wakati wa sasa hivi. Hiki ni kitendo cha wakati wa sasa hivi. Na vile vile unaweza kukibadilisha katika hali zote na katika dhamiri zote vyovyote upendavyo. Na pia unaweza kukitumia katika eh, maneno yako ya kawaida au vile unavyotaka kuzungumza na mtu. Uridu an mbele yake unaweka kitendo cha mudhari alafu mwisho unaweka fatha, kitendo cha aina yoyote ambacho ungependa au utataka kukitumia, basi baada ya kuweka harfu nasbi au kiunganishi cha nasbi, basi mwisho wake unaweka

Hii lan katika sentensi yetu ina maana ya kwamba lan ataallama sinto, sita sito jifunza au sita jifunza sihra. Sihra uchawi. Lan ataallama sihra, sito jifunza au sita jifunza uchawi Lan ataallama sitajifunza uchawi. Lan ni ya kukataa. Lan ataallama sihra. Lan adhaba ila lmadrasa, sitokwenda shuleni, sitokwenda shuleni. Lan atakallama, sitozungumza. Lan ashraba lmaa, sintokunywa maji au sitakunywa maji. Lan ataallama sitojifunza. Sira sitojifunza uchawi, sitajifunza uchawi abadan, sitojifunza uchawi milele, sitojifunza uchawi hata siku moja, hata mara moja. Lan ataallama sira, sitajifunza uchawi. Sentensi ya kiunganishi chetu cha tatu cha nasbi Idhan. Idhan, uhibbaka fillahi idhan uhibbaka, fillahi idhan uhibba, idhan uhibbaka. Kaa hii ni kaa ya wewe mwanaume. Kaa hii ni kaa ya wewe mwanaume. Herufi ya mwisho ya kitendo ni bau yenye shadda, bau yenye shadda ndiyo herufi ya mwisho ya kitendo chetu cha kupenda. Idhan uhibbaka, kwa hiyo au kwa hivyo, nakupenda. Fillahi, kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Idhan uhibbaka billahi, kwa hiyo, nakupenda kwa ajili ya Mungu. Idhan uhibbaka billahi kwa hiyo nakupenda kwa ajili ya Mungu. Kavu hii tutajifunza katika eh, video za masomo yajayo, lakini leo tutosheke ya kwamba ni kwa namna gani tunavyounda sentensi kwa njia rahisi no. Idhan uhibbaka fillah, kwa hiyo nakupenda kwa ajili ya Mungu na tukimalizia kiunganishi chetu au herufi yetu ya nasbi ya mwisho ambayo ni ya nne katika somo letu la leo, kai darasa kai yanjaha darasa kai yanjaha, amesoma ili afaulu, amesoma ili afaulu mtihani darasa kay yanjaha amesoma ili afaulu mtihani. Huyu amesoma kwa ajili ya mtihani ili afaulu. darasa kay yanjah jaa kay yataallama amekuja ili aweze kujifunza. daautuhu kay atakallama ma'ahu, nimemwita ili nizungumze naye au nizungumze pamoja naye Tawadhaatu kay usalliya, tawadhaatu kay usalliya, nimetawadha au nimechukua udhu au nimenawa udhu kwa ajili ya kusali. Tawadhaatu kay usalliya, nimetawadha ili niweze kusali au kwa ajili ya kusali. Waqaftu kay udarisakum, waqaftu kay udarisakum, nimesimama ili niwafundishe wakatuk udarisau nimesimama ili niweze kuwafundisha au nimesimama kwa ajili ya kuwafundisha nyinyi. Sentensi zetu hizi za somo letu la leo ni sentensi zilizogubikwa na viunganishi vya nasli au idhan, e ambazo lakini viunganishi vyote hivi vina maana vinapoingia katika e, sentensi na pia vinatoa mabadiliko katika kitendo husika cha fiilu almudhari. Kama huja subscribe hakikisha una subscribe, na vilevile usichoke kufuatilia. Mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo lingine. Wageni karibuni sana, wenyeji endeleni kufuatilia. Ahsantu.